J heka, heka, tuje kwenye heka heka ambayo kiukweli. Sana, jana bwana, ilikuwepo lakini siu ikawa vipi mambo yakashindwa kwenda, lakini leo tutaisikiliza tuta hapa heka heka mm, ambayo bwana heka, heka, heka hii, mimi nilipigiwa simu nikaitwa watu walikuwa kwenye kikao eh watu kwenye familia, o cha familia. He, kwenye kocha familia, lakini kwa vile uh, ndugu walikuwa wamekasirika wakawa wanataka haya mambo labda yakijulikana wataona aibu na wataweza kujirekebisha katika jambo ambalo wanafanya nini, wanalifanya kwa mm, sababu kilichopo hapo ni kwamba dada anatembea na kaka yake, na sio kutembea tu kwamba mm, wana mahusiano, hapana, wanaishi kama mke na mume na wamezaa japo hawajaoana, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kuwafundisha ndoa. Sasa dada na dada nakaa, eh, kwa maana moja, baba moja, mama moja, ni mama mkubwa na mama mdogo, yani mama zao, baba mmoja, mama hmm, mmoja. Okay, eh, nikisema hivyo nafikiri unanielewa hmm. Ni mtu na mdogo wake, na dada ndio mkubwa, mdogo mtu ni mdogo, okay. Lakini wameamua wanaishi wote, mpaka imefikia kipindi wa, wana watoto wawili, na huyo dada mtu sasa hivi pia ni mjamzito tena Umenisoma eh? Ni mtoto wa e, tatu wewe. Eh, mtoto wa tatu anakuja huyo yuko tumboni. Kwa hiyo ndugu wamejaribu ili swala kulizungumza, kila wakiweka vikao, lakini kiukweli wenyewe ni wakali kupita kiasi. Yaani hawana mpango huo kiukweli na hawana uoga mm. Kwa sababu hata wakubwa hawaogopi. Kwa sababu kuna wakubwa zao, kuna mama zao wanapoitisha yeah. Kwenye mkutano, labda jamani, swala hili sio zuri, mjiache. Kwa sababu hata siku hiyo mimi ambayo siku nimeenda, kiukweli mwafaka haukupatikana. Mm. Sana sana tu ndugu aliishia walikwenda kwao sasa e, eh, eh walienda hapo nyumbani wanapokaa, kulikuwa kuna kikao, kulikuwa kuna kulitokea msiba wakasema kwamba 40 kimalizika, twende tukafanye kikao cha kumaliza msiba pale mm, pale yani hapo eh, alipo, ili tu yamalize kabisa mm, yani unaelewa eh, twende tukazungumza, maana unajua wakiwaita kwamba njoeni huko kwa mjomba fulani mm, no, wa, wa, watategea basi twendeni pale pale tukazungumze nao wakiwa pale pale nyumbani, na nilivyofika nimekuta hali kama hiyo, nimekuta zogo sio la mchezo

huyu ndio eh, nimezaliwa baba mmoja mama mmoja, huyu na huyu mwanaume na kuna mwingine hawa, hmm. wamezaliwa tena kwa mama mwingine, lakini mama zetu sisi wamezaliwa mama mmoja baba mmoja. hmm. sisi tumefika Dar es Salaam kufika ko hapa, baada ya kufika hapa, hapa ni kwa nani wenu? kwa mama mdogo, mametu, mametu mdogo. Hmm. sasa wanapofika mama mdogo hapa, mama mdogo ana watoto wa kiume tu <coughs> hmm. kwa pata. ambao kwanza wake ndio huyu alioka hapa, wa pili huyu, watatu huyu, wa nne, kuna mwingine kati hao mwingine, kuna mmoja wapo wa mwisho kuzaliwa hmm. ndio kaka anaishi na dada yangu mimi ambaye huyu alika hapa. Mtoto huyu mnene, mtoto anaishi na kaka yake maana.

Huyo ndio mwenyewe sasa, anafukuza watu hapo, wa ondokeni, hamna ruhusa, baada ya kuona kwamba kesi inaweza kuzungumzwa. Na mara nyingi yani ndio inakuwa ndio hivyo, yani hata kama kikao kama hivi, ndugu akikaa kutaka kuyazungumza, kwamba mm, kwa nini, ili kuwaachanisha, inakuwa ngumu kwa sababu anakuwa mkali, mkali. Ehe.

huyo ambaye anasema mjomba, yani huyo ni anakuwa sasa mtoto wa dada yao, sasa ambaye huyo anagombana naye ni mjomba wake ambaye anatembea na mama yake mdogo, umeelewa eh? Yani sasa ndo anamwambia mjomba, mambo ya aibu hayo, mambo ya kufedheshana, mambo ya nini, unajua eh? ile sasa inakuwa ugomvi lakini ndo hivyo ndo, ndo n yani, inakuwa inakuwa tafrani kabisa. Mtu yuko na dada yake na yani, hawa, tatizo yani kwamba hawataki hata mazungumzo. Unajua inaweza ikatokea ile kwamba bwana tumekosea na nini na nini, lakini ile hawataki kabisa. Sasa mpaka kuondoa, wanashinda wengine bwana, tuondoeni tuondoke nao, lakini sasa unaondoka na vipi yani, walikuwa wanataka kumwondoa mwanamke, lakini unamuondoaje wakati mwenyewe hataki

Kama tunakaa kikao, kama tukae kikao lakini, yeah. si, msleaani yeah. <laughs> Asam... yani, swala hili wao walikuwa wanafanya kimya eh. Ila baada ya kila kinachoonekana kimya, mnaanza kufuatilizia nyinyi ndugu mm. Kila mnafuatia wale wazazi wanawazuia, inakuwa julikani. Mama yetu hapa, mkuu md mdogo alikuwa hapa, mtu mkubwa mwaka juzi akafariki Alipofariki mama mkubwa huyu alikuwa anakaa kule, ndo tukaanza kujua sasa. Sasa kini anafuatilia, ndo ukali kama uli unaokuja pale. Kwa nini amrusi kufanya hapa chochote? Yeah. yeah. Ila ukweli yule anatembea na kaka yake, majibu kama yale umeambiwa kwa nyinyi amnisaidia lolote, nyinyi ondokeni nenzenu, ndo ameishi pale nyumba moja eh? Yeye mdogoye kwa hiyo sisi tunachukua hatua ya kukomesha ile swala. Wazee wenyewe tunawategemea wamesha kwa wazee, sasa sisi tunataka kuchukua hatua hiyo, maana wanatia aibu sana. ilikuwa siri kile alofanya hivyo, anayekujua kwa nashindwa na kujua yani kauli kama zile, ambaye kia anafika, hakuna kuongea chochote hapo na wakubwa ndio wanaanga. Hata ukiuliza majirani wote hao wanakuambia, yani baada ya gogo nzima hiyo, awali tu mtoto wa kwanza tuliambia baba yake huyu ambaye sasa hivi marehemu tunajua baada ya kujua jina wakampa jina Nola ambaye maema mkubwa. Kwa hiyo tukajua tu kawaida. Sasa huyu, baada ya kufuatilizia kwenye shule, ikaandikwa hono hono. Tukaanza kuulizia mbona, na pia yule ambaye tuliambiwa, akasema babake na huyo, kwa sababu hanihudumi, mimi naandika jina lolote. Sasa baada ya kufuatilizia, baada ya mama kufariki, ndo hii imeanza kujulikana, hasa mzee alifariki hapa, ambaye leo ndo 40 yake. Aha, ya kuwa hisani kubwa kabisa ya Tigo Hekaheka, heka ya leo ndo hiyo ko ndugu, kwenye kikao hakuna maelewano, kila mtu anasema la kwake lile lile. Lakini pia baadhi baadaye ndio nikazungumza na baadhi ya ndugu kwa pembeni, kutaka kuwasikiliza vizuri. Ni ushenzi kwamba matuata sisi aafu kaka, mtu anatetea kwa. Mimi si mwongeaji sana, kwa vile ni mtoto sikuongea sagi, mambo mengine yananiuma, nibidi niongee kwa mtu mzima, najua anachofanya nini Mama kwa mambo mkubwa sijapendezewa na hayo hapo, mama kwa mama wangu. Afu yule mtu wa jumuiya, sio mwenyekiti jumuiya, afu anafanya yeye vivyo hivyo, anafanya yeye ni mtu wa CCM -CCM, eh, kanisani yeye yani, msema mbele sana msiwadi dini ya dini na dini nafunisha vile bwana. Tunakaa ndugu hawajaoana hata nini, wao ndugu zao wote. Hao watu wakubwa hao, mambo yao muachane wao, unipe kula wala unilishe wapi na wapi nite shangazi mtoto wake kuaitami shangazi, nikamkatalia mm, nikamkatalia usinite shangazi mimi, mamangu, mimi mwachiwa, mama yako namani, mm. Na mama angu mimi ndo kamwachia mama akeziwa diani, kwa sababu kakubali kuishi na kaka yake, si basi ndosi kama vyoaona, na mtoto wa tatu yule anatoka tumboni sasa Harusi e, uliona wapi mtu akakacosi? Baba moja mama moja, mi mwenyewe sijapendezewa kote, mi sijapenda. Basi lazima kwenye wazara. Mama mdogo kasema, nataka mwanaye achane na yule bwana, na naukwachana, bwana atachanaje? Nabidi mtoto kwa kike aondoke aende nyumbani ataanyumbani wakati namible amlenan amle wenyewe sasa mimi nachomba habari hizo zitangazwe mbali, popote kama kuna uwezekano, kwenye kwenye redio, kwenye TV, kama kuna uwezekano itangazwe, na tutapeleka habari hizo mpaka kule huko kanisani kwake kule, ambapo yeye ana uongozi kule, na uongozi kule, tutapeleka habari hizo. Imeshindikana aa, tunatukana na matusi kabisa, tunaonekana kama sisi wa Pogoro ndio kawaida yetu. Ingekuwa kawaida yetu, lakini sisi sio kawaida yetu, na tumezungumza na hilo swala limetokana na wakina mama wenyewe na, na wao umeona eh? mm -hmm. Hao ni baadhi ya ndugu ambao nilikuwa nazungumza nao kiukweli, ambao hawafurahiki hata kidogo <clears throat> mahusiano ya ndugu zao. Maana hapo kuna makaka wakubwa, kuna madada wakubwa, kuna watoto, kwa sababu na wenyewe pia unajua ni, ni, ni, ni watu wazima au makaka na madada, na wenyewe ana watoto wakubwa ambao wanaona wanashindwa sasa, wamwiteje mjomba yao? Wamwiteje mama yao mdogo? Najua, eh lakini wenyewe ndo wakifuata, anasema wa ham hamna mtu anayenipa kula, hamna mtu anayenilisha, hamna kwa nalishwa mwenyewe na kaka yake. Umeona, anapewa kula na, na kaka yake ni kiasi cha kufanya maamuzi tu, unajua, bora kama ingekuwa imetokea bahati mbaya, lakini mtu anang'ang'ania kabisa hataki na kutoka. Nadhani tuwaache tu waendelee na mapenzi yao, ila mimi niko na maswali mengi sana. Bora uliza. mm. mm. Uliza Jose sanlalawa uliza tu kwamba bwana, okay, hawa wanatafuta solution kwamba ya kuwatenganisha mm. watu hawa nawatenganisha wa mm. na wa waza na kama una, unajaribu kuwatenganisha kuwa watu kama hawa, yule mama ambaye anataka kumtoa mm. mnajua moyo wake na nafsi yake, yake hivi mimi naambia jaribuwani e, Jamhuri anasemaje kwa upande wa sheria? Na sheri kama Jamhuri kakaa kimya kwa upande wa sheria basi, mimi nadhani waendelee waendelee tu so, sababu simeshindikana ndugu wenyewe yenye soma kile hapo hmm. sindio? hmm. taratibu ingine za kisheria zikoje? Jamhuri nataka kujua. Jamhuri si mimi si... nafikiri jamhuri sijui ni baba. Yaani kama vile baba si na mwanae, yani wakishirikiana kimapenzi ndo kuna sheria si hata ndugu. Nafikiri bwana sheria ipo ndugu kwa ndugu kushirikiana, kwa sababu kwa, kwa, kwa asili yetu sisi hmm, ya Kitanzania yani hainogi Tuende no. mm, mbele zaidi tuone kama jamhuri anaweza akaingilia kwenye hilo tujue. Je, inapotokea ni mjomba na nani? ah, ah, kaka ingia... na dada, jamhuri anasemaje mwanasheria, ili na e... na hmm. ili tujue ili aje kutuambia imekaaje sheria yake, wanachukuliwa hatua wa gani kisheria, sababu watu... wa watu... wa watu hawataki hmm. na watu hawa naendelea. na inaonekana wameroge

Nimejiuliza hivi vitu Jose, nimezunguka afikiri ningefika sehemu, najikuta nimekwama, kwani ni kwame, wakati wenzangu hawana habari, wao wanaendelea na mambo yao, watu wanaendelea na mambo yao. Jamani nyo <laughs> wasikilizaji, mnaonaje? Kwa sababu mimi nimejitegi mno kuwaza ndugu kama hivyo mm. Jitada zimefanyika, mtoto wa kwanza, sindio? Mtoto wa pili, wa tatu on the way, tunafanyaje? mm. kweli kabisa, wa watatu iko njiani na wenyewe, alafu haya mambo haya mengi mimi nashindwa kuona vitu katika hadithi za zamani za dini ni vitu ambavyo vitokea kulaaniwa sana. Umeona eh? Lakini wako watu wengi kweli yani binadamu wanafanya watu wengi kweli lakini bila, bila kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, nakwambia yani hawajali wala mm. ni watu wanatembea kweli ndugu kwa ndugu. Na unakuwa unafanya unaangalia unaona kabisa wenyewe una una unatia hiyo nayo kubwa amazing ni kukaa upande wa wanaume alafu kweli Ndugu yako dada dada na haya, kienda kabisa. Ah jamani, kwa mtu na... kidogo. yani, dada wa mbali kidogo usiko na haya kabisa unamtolea macho dada. ksakash eh. iambwasichana warembo wangapi mjini ukamwona eh? mm. dada ako mrembo umeshindwa kujizuia hapo, ndio dada kwa anaweza eh? Kwanza kwanza, unaanzaje unaanzaje? Yani, yani yani yani, ni unajua swala na matamanio. Wewe wewe hamgani na kwelewa, eh? hamgani hizo mimi kama na... Gea, we, tu, eh, unapita hapa sisi tunakuangalia, kuniangalia, kuangalia tamtafuti

lakini tutakuja kujua sheria inasemaje. mm. wakisha kamatwa, wakishatua kwenye mikono ya sheria mm -hmm. wanahukumiwa vipi kutokana na hilo ambalo wanalifanya. lakini ndugu, kama walivyosema kwamba Ge watakwenda kanisani mm. E, kwa sababu ni kiongozi mm. E, ye pia mtu wa jumuia sigur... na nini aangalie mm -hmm. kwa sababu tumezoea kuona katika jumuia huwa tunatoa tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, mafundisho ya kutenda yale ambayo yatampendezesha Mwenyezi Mungu sasa kwa haya ambayo wewe unayafanya, ndio hatutakiwi kuhukumu, lakini jichukulie katika nafsi yako, hayo matendo ambayo wewe unayafanya mm. yako sawa na matako ambayo tumepewa katika misingi ya dini, ndio. Kwa hiyo mimi nafikiri wana ndugu wanapokwenda kanisani au katika hiyo jumuiya kwenda mm. kumshtakia ni, ni ni vyema kabisa waende waangalie yeye kama kiongozi ambao wanajumuiya wanasali naye e -e -e -e -e. na wakichukulia mfano kwamba kiongozi wetu ni huyu na tufuate matendo yake, je ya, anachofanya sasa Nisa, kwa ndugu ni sawa kuanzia kwanza hapo